Wanafiq ndani alquranu lkarim al na kwa sasa tumeingia katika aya za wanafiq zilizomo katika suratu Nisa. Tulizungumza katika, katika halaqa iliyopita kuhusiana na baadhi ya ayati zilizomo katika suratu Nisai, na tulichukua aya ya kuanzia 61 mpaka 65 na tukazifasiri aya kama hizi na tukaeleza yale yanayofungamana na Bishru lmunafiq kutoridhishwa na hukmu ya mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipoteta na yule Yahudi mpaka hili jambo likafikia daraja ya sayiduna Umaru bnu lkhatabi kumuua. Na tukaeleza vile vile tukamzungumza, japokuwa kwa ikhtisar, Kabu bnu lashraf ambaye alikuwa ni yahudi mpenda hongo tajiri, ambaye bishrul munafiq alimtaja akataka yeye awe ndiye msuluhishi kati ya ile kesi yake yeye na yule yahudi, na yule yahudi akawa yuwataka msuluhishi awe ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Katika tukio hili ndugu zangu, twasoma nini au wanafiq twaona wanasifa gani miongoni mwa yanayofidhisha katika hii aya? Alamtara ila ladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wama unzila min qablik, mpaka mwisho. Na kisa cha bishru lmunafiq imeonyesha ya kuwa tabia za wanafiq ni watu wasiyoridhika na hukumu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyahukumu yeye na Mtumi, wanafiq hawaridhiki na mambo kama hayo, na kutoridhishwa na hukumu ya Mwenyezi Mungu na Mtumi wake, huo ni ukafiri, kama namna walivyozungumza ulamai katika vitabu vya tauhidi wakitegemea aya iliyomo katika suratu Muhammad, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akisema, dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, ni kwa sababu walichukia wanafiq kile ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha, na kwa sababu ya kuchukia kwao, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akazipomosha amali zao zote ikawa si chochote wala si lolote. Katika aya nyingine katika suratul ahzab aya 36 Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alilikemea jambo hili aliposema, wama kana limuminin wala muminatin idha kada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lkhiyaratu min amrihim waman yasi llaha wa rasulah

mwanadamu kama yule na yeye awe ana khiari katika amri ya Mwenyezimungu na Bwana Mtumi sallallahu alaihi waalihi wasallam. Wa waman yaasi llaha wa rasulahu, na yoyote atakayemwasi Mwenyezimungu na Mtumi sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, hakika amepotea upotevu wa wazi. Kwa hivyo ni wajib kwa kila mumin awe tayari kuridhika kupokea kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu bila ya kuwa na ihi katika moyo wake, aridhike kwamba haya ambayo Mwenyezi Mungu ameyataka ni lazima yawe hivi, namna Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alivotaka alivyotaka. wama kana limuminin wala muminatin. Hii aya hii wazungumzi wanafiq, lakini tumeleta kama sampuli ya mfano aya ya mzungumzia Mama Zainab bintu Jahshin ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka aolewe na Zaid bnu Haritha, na sote twasoma katika historia kuwa Zaid bnu Haritha ni rajulun aswabahu riqqu, ni mtu ambaye alipatwa na utumwa, akaachwa huru na bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mama Zainab hakuridhika la yeye kuolewa na, na, na Zaid bnu Haritha kwa sababu akijiangalia yeye ni mraatun qurashiyatun hashimiyatun, yeye ni mwanamke wa kiqureshi tena bani katika bani Hashim kwa sababu uh, Zainab bintu Jashin yeye na Mtumi Muhammad kwa lugha ya leo ya Kiswahili ni watu washangazi na mjomba. Zainab mamake ni Safia bint Abdilmutalib, mtumi mamake ni abdullahi ibni abdilmutalib. Kwa hivyo hawa ni watoto washangazi na mjomba. Leo binti wa kiqureishi swafi tena wa kibani hashim aolewe na mtu aliyepatwa na utumwa, akiwa ni zaidu bnu haritha. Zainab akakataa, na ndugu yake pia wa kiume ubaidullahi pia naye akakataa.

hadithi ambayo kwamba ameipokea Alimamu Muslim, Alimamu abu Daud na Alimamu Tirmidhi, wote wamepokea, ingawaji matamshi yao kidogo yametofautiana tafautiana, kupitia kwa sayiduna Abdullahi bnu Zubair. Abdullahi bnu Zubair alikuwa ana shamba aliyewekeana mpaka na shamba lake ni bwana mmoja riwaya zimetofautiana iko riwaya yasema ni katika masahaba walioshuhudia vita vya badri na ziko riwaya zinazosema mpaka ameekeana na mtu ambaye kwamba ni mnafiki barabara ya maji lazima kwanza ipite katika shamba la abdullahi bni zubair abdullahi bni zubair akiamua kuyafungia yale maji hayatofika katika shamba la jirani yake. Alichokuwa akikifanya Abdullahi bni Zubair, maji yakiingia shambani kwake, alikuwa kwanza akiyafungia yakinywesheleza makulima yake mpaka akimaliza, kisha huyafungua maji yale, yakaenda kwa jirani yake, jirani na yeye pia akapata maji ya kunywesheleza katika shamba lake. Huyu jirani hakuridhika, yeye matakwa yake, maji yakishuka Abdullahi bnu Zubairi asiyazuie ayaache yale maji yashuke mpaka yaingie katika, katika shamba lake. Yule bwana akaenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, akaenda kushtaki Mtume. Akamwita Zubairu bnulawami akamuuliza Zubairi akamweleza Mtume vizuri, ya Rasulullah, sijamnyima maji, lakini maji yakiingia katika shamba langu, jambo la kwanza huyazuia, yakamaliza kunyunyiza katika shamba langu kila mahali, nikahakikisha kama maji yamefika kila mahali, maji huyafungua yakamfikia jirani yangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno haya ya Abdullah ibn Zubairi yakamridhisha Mtume, akamwambia Abdullah

Kisha baada ya wewe kumaliza kunyuniza maji katika shamba lako, yaachilie maji yaende kwa jirani, kwa jirani yako. Mtumi sallallahu alayhi wasallam baada ya kutoa hukmu hii, yule ansari akakasirika, akamwambia mtumi wasallam, ya rasul, in kana bna ammatika, je umetoa hukmu hii kwa sababu Zubair ni mtoto wa shangazi yako? Tumetangulia kuzungumza ya kwamba mamake mama Ke Zubair, e, mama Zubair ni ndugu ya bwana mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mamake Zubair ibnu lawam ni ndugu na babake mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo amwambia amwambia mtumi, ankana bna ammatika, yeni umetoa hukumu hiyo kwa sababu azubair ni mtoto wa shangazi yako. Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasalam, na yeye akakasirika mpaka sura ikambadilika. Mtumi alaihi salatu wassalam akamwambia Zubairi, iski nyesheleza, nyesheleza uh, shamba lako maji, kisha yazuie maji, yazuie mpaka yale maji ya pande ndo ende yenyewe, lakini kama ni barabara, we siyafungulie maji kama yale.

fima ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mima qadait wa yusallimu taslima. Wanazuoni wasema hii aya imemteremkia azubairu bnu lawami na huyu bwana katika uh, maanswari. Kwa ajili hii, ndugu zangu watukufu, kila mmoja wetu lazima awe tayari kuridhika na maamuzi ya mwenyezimungu na bwana mtumi wa illa, mwanadamu atakuwa yuwaswali na yeye amali zake zimepomoshwa, yuhisabiwa ni katika wanafiq, kwa sababu miongoni mwa illa za wanafiqi ni kuchukia zile ahkam za sheria zilizoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Islam, kabla ya kumalizia ayat za wanafiq katika suratu An-Nisa'i, nichukue fursa hii kwa haya ambayo kwamba leo tuwayazungumza kuchukia hukumu za Mwenyezi Mungu. Nichukue fursa hii kutoa nasaha, ndugu zangu watukufu Waislamu, kinachomtia mtu katika Uislamu ni kalima na kinachomtoa mtu katika Uislamu ni kalima. Miongoni mwa mambo ambayo yaendelea kwa wakati wetu wa leo ni kuwaona baadhi ya watu ambao ni waislamu haswa wanawake wakawa hawajaridhishwa na mipango ya Mwenyezi Mungu na hukumu ya Mwenyezi Mungu haswa haswa katika mambo ya mirathi. Tobaan, malalamishi ya wanawake ni mengi. Kama kuonyesha kwamba labda Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewaonea, amewadhulumu lakini tunapokuja katika kadhia ya mirath, ndugu zangu watukufu wa Islam, mirath imeshughulikiwa na Mwenyezi mungu mwenyewe min fauqi sabi samawati. Leo tunaposema kwa mfano lidhakari mithlu hadhi lunthayain, tunaposema kwa mfano wanawake wakiwa ni wawili, wana thuluthi mbili, tunaposema kwa mfano mwanamke ikiwa amezaa na mwanamume apate thumuni, kama hakuzaa apate kiasi fulani. Haya tu nayoyasoma kwenye Qurani ndugu zangu, katika masala ya mirathi, ni mwenyezimungu mwenyewe ndiyo ametaka kuweko hivi. Yeni mwenyezi mwenyezimungu katika mipango yake, katika mambo ya mirathi, amekusudia mwanamume awe yuwapata kingi kuliko mwanamke wanawake kutoridhika, wanawake kutosalim amri kwa jambo kama hili ni ukafiri, kwa sababu wamechukia hukmu iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Diaya kubwa inayoendelea kwa sasa katika ulimwengu ni diaya ya kwamba sote tuko sawa. Ikiwa baba amekufa ameacha wanaume wawili na wanawake wawili na ameacha nyumba sita au ameacha nyumba kumi, basi tukigawanya, tutagawanya sawa kwa sawa, hakuna mwanamume apate zaidi, mwanamke apate zaidi, kwa sababu tuambiwa kwamba ndio haki ya kibinadamu. Lakini ndugu zangu watukufu, Mwenyezi Mungu hakutaka hivyo. Mwenyezi Mungu ametaka iwe lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Katika mambo yanayotuskitisha ni kuwaona baadhi ya ndugu zetu mama zetu katika maeneo yetu ambayo twaishi, watu wakiondokewa na mzazi wao na mzazi ameacha mali, wakienda kwa kadhi, kadhi akihukumu kulingana na mujibu wa mirathi ya Kiislamu, ukawaona watu wale wateta na waapil, waenda kwenye koti za kisheria nyingine ili waende wakapate ule usawa. Na wakienda kule kwa gawanywa sawa kwa sawa, hakuna lidhakari mithlu hadhi lunthayain. Tabaan, ndugu zangu, ni ushindi hapa duniani umeupata, lakini ni hasara kubwa mbele ya Mwenyezimungu subhanahu wa taala. Kwa ajili hii, ndugu zangu, turidhikeni na hukmu za Mwenyezimungu, turidhikei na mipango ya Mwenyezimungu. Mwenyezimungu ndiye ambaye ameileta hii sheria, Mwenyezimungu ndiye ambaye ameyaleta haya mambo. Turidhikeni kwa ile namna ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ametaka, kila mmoja apate kile ambacho Mwenyezi Mungu amemkadiria akipate. Hizi ndizo ayat zinazowazungumza wanafiq katika Suratu Annisai, na insha Allahu, Mwenyezi Mungu akitwafikia katika halaka ijayo, tutamalizia ayat zilizomo katika Suratu Annisai.